ya leo, ukuzaji wa taaluma ya wanahabari ambapo China imeanzisha mikakati ya kujitambulisha na kueneza mizizi yake barani Afrika kupitia mpango wa kubadilishana habari ambapo waandishi wa habari wa Kiafrika wanapata fursa ya kuzuru na kushuhudia yaliyomo nchini humo. Wanahabari 28 kutoka Kenya, wanne kati yao kutoka shirika la utangazaji nchini KBC walipata fursa ya kipekee kuhudhuria mpango mmoja kama huo ulioandaliwa na taasisi ya utafiti na mafunzo ya usimamizi wa kitaifa wa redio na televisheni. Ni jijini Beijing. Mpango huo wa wiki mbili ulitayarishwa kwa minajili ya kuimarisha uwezo wa kitaaluma, kukuza ushirikiano wa kimataifa na kuimarisha uhusiano kati ya China na sekta ya habari nchini Kenya. Wanahabari wa KBC waliohudhuria warsha hiyo wanasimulia waliojifunza kutokana na safari hiyo ya Uchina. Tizama. Kwa kuegemea na kuzingatia falsafa na msingi uliowekwa na mwanafilosofia Confucius ambao wamefanikisha na kuharakisha maendeleo nchini China, wanahabari 28 wa Kenya walipata fursa adimu ya kujifunza jinsi nchi inavyoweza kujikwamua kutoka kwa minyororo ya umaskini na kujitosa katika mifumo na taratibu za kisasa katika kipindi kifupi. Wasomi waliorodhesha jinsi maono yenye mwelekeo mzuri yanaweza kuliwezesha taifa kuafiki upeo mkubwa wa maendeleo. Maadili na misingi inayosukuma na kuichochea China, kulingana na wasomi hao, yalianza zaidi ya miaka elfu moja iliyopita na kuiwezesha nchi hiyo kusonga mbele katika mwelekeo mmoja. Warsha hiyo ilihusu safari ya usasa na sera za kupunguza umaskini, mawasiliano ya kila siku, hadithi za kitamaduni na jukumu la akili mnemba au AI katika kujenga mustakbal wa nchi. Sera moja muhimu iliyovutia ni ile ambayo inahitaji majimbo tajiri kuunga mkono majimbo yaliyo maskini zaidi, huku ujenzi wa nyumba na makaazi ya juu ukiwezesha kupatikana kwa ardhi ya kilimo vijijini. Kwa wanahabari wa Kenya, hili liliwarejesha nyumbani na kuwakumbusha kuhusu mjadala kuhusu mpango wa nyumba za gharama nafuu ulioanzishwa na Rais William Ruto. Warsha hiyo ilienea hadi katika mkoa wa kumi na tatu wa China wa Guijo ambao unasemekana kuwa maskini, lakini kwa mwonekano ulikuwa unaafiki viwango vyote vya mikoa iliyoendelea zaidi kwa miundo ya kisasa. Washirika walitembelea kituo cha habari cha redio na televisheni cha mkoa wa Guijo na pia kampuni ya Colorful Guijo New Media. Mkurugenzi wa mpango huo Bi Choting alisema warsha hiyo iliandaliwa ili kuwawezesha wanahabari wa Kenya kujifunza na kupata ujuzi wa kidijitali na pia kuhimiza urafiki na maelewano kati ya mataifa haya mawili mhariri. Msimamizi wa habari za kitengo cha redio hapa KBC John Mwoki alishangazwa na jinsi China ilipopiga hatua kubwa katika kuunganisha teknolojia au uundaji wa maudhui. Hata hivyo, alisema teknolojia haiwezi kuchukua kabisa nafasi ya maamuzi yanayotolewa na mwanadamu, kwani wakati mmoja programu ya kutafsiri ili pa tafsiri potovu na ya kuchekesha ambayo ilikosa kutambua muktadha wa swali lake kwa mfanyabiashara wa Kichina. Kando na chumba cha habari, programu hiyo ilitoa taswira ya maisha ya kila siku nchini China. Washirika walikumbana na vyakula ambavyo havipatikani jijini Nairobi. Mratibu Bisara alieleza kuwa ingawa watu wengi nchini China hawali nyama ya nyoka, wengi hunywa divai ya nyoka inayoaminika kuwa na virutubisho muhimu kwa mwili wa binadamu madarasa ya jioni ya densi bila malipo pia ilitoa fursa mwafaka ya mazoezi na utangamano wa kijamii kwa wakongwe hao. Asha Hamisi, Darubini Wikendi.